Subscribe to Mwalimu Fanuel Matabula online channel. Subscribe to get more knowledge about history. Asante Mwalimu wetu kwa kuya toa maarifa, tuzino bongo zetu, kisha tusibe maarifa kwa historia ya vitu, watu naza kwa usifa, sijote limubutu, tukua inayofaa tilia kwa makini ato elimu nzuri isiyo na walakini, elimu bila dosari tuifadi vichwani. Karibuni sana wadau wangu, wadau wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula online channel. Ni channel ambayo inatoa masomo ya kihistoria. Naam. Uh, usisahau kufuatilia channel hii yaani kusubscribe, ili uweze kupata eh, video mpya inapokuwa imerushwa uwe wa kwanza kabisa kuipata, lakini usisahau kugawiza au kusambaza au share, kwa Kiingereza wanasema hivyo, ili na wengine waweze kupata maarifa, lakini pia kama umeipenda unaweza ukagonga uh, like yani manake kuweka alama ya kuipenda hiyo video Ehe, <gibu> lakini pia kama una maoni unaweza kugusa ile sehemu ya comment ili uweze kuweka maoni yako naam katika kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia habari za historia ya Afrika na biashara ya watumwa kwa maana ya kwamba jinsi Afrika ilivyopitia katika biashara ya watumwa na ni jinsi gani walivyokuwa wanachukuliwa na ni jinsi gani walivyopelekwa Yeah, na athari zake tulikuwa tumezizungumzia wakati huo. Lakini kwa leo basi tuene tukazungumzia kitu kingine ambacho kinajulikana kama historia ya ubepari wa viwanda. Historia ya ubepari wa viwanda, uhum. Ubepari, bwana, ni miongoni mwa zile njia za uzalishaji mali kwa binadamu ambapo hii hii ni njia ya nne. Hii ni njia ya nne e, au ni mfumo wa nne wa uzalishaji mali kwa maisha ya binadamu kijamii, lakini pia kiuchumi. Na ina maana kwamba tunaposema kwamba ni njia ya nne